Mtume Yohana aliyefukuzwa kwenye kisiwa cha Patmo kwa ajili ya imani yake alijikuta peke yake mbali na marafiki na familia, akizungukwa na bahari isiyo na mwisho na miamba mikali. Katika upweke huo, alibeba uzito wa mateso na maumivu, lakini pia alibeba tumaini lisiloyumba. Hapo ndipo Mungu alimtembelea kwa njia ya ajabu. Alipokea maono makubwa ambayo yangekuwa kitabu cha Ufunuo, maono yaliyojaa picha za ajabu, alama na ujumbe wa kina. Yohana aliandika kila neno kwa uangalifu akijua kwamba ujumbe huu ungekuwa mwanga kwa vizazi vijavyo. Katika upweke wake, Mungu alifunua ujumbe sio tu kwa Yohana, bali kwa waumini wote, mtazamo wa vita vya kiroho na ushindi wa mwisho ulio mbele. Maono haya yalikuwa kama dirisha lililofunguliwa mbinguni, yakimpa Yohana na wote watakaosoma tumaini na ujasiri wa kuendelea kusimama imara. Ulimwengu aliyoujua Yohana ulikuwa na wadui kwa Wakristo, huku dola ya Kirumi ikiwatesa wale waliokataa kuabudu watawala wake. Wakristo walikuwa wachache, wakikabiliwa na hofu, mateso na upweke, lakini kupitia Ufunuo walikumbushwa kwamba hawako peke yao. Mungu alikuwa pamoja nao, akiwapa nguvu na ulinzi. Ufunuo uliandikwa ili kuwatia moyo waumini wanaokabiliwa na mateso, ukiwakumbusha kwamba Mungu anaudhibiti hata wakati ulimwengu unaonekana kuanguka. Ujumbe huu uliwapa ujasiri wa kushikilia imani yao, wakijua kwamba mateso yao hayakuwa bure, na kwamba kuna ahadi ya ushindi na faraja mbele. Kitabu hicho kinamfunua Yesu Kristo kama mfalme mshindi, akiahidi kwamba nuru itashinda giza. Yesu anaonekana akiwa na nguvu na utukufu, akiwahakikishia waumini kwamba mwisho wa hadithi yao ni ushindi, si kushindwa. Leo tunakabiliwa na shinikizo tofauti, wasiwasi wa maisha, changamoto za kiuchumi, na hofu za kesho. Lakini ujumbe unabaki ule ule. Mungu anaona mapambano yetu na anatoa tumaini zaidi ya hali zetu. Imani yetu inatupa nguvu ya kusimama hata tunapokabiliwa na giza au kutokuwa na uhakika. Ufunuo unafunua pazia, ukituonyesha kwamba imani yetu ni sehemu ya hadithi kubwa zaidi. Tunaposhikilia imani, tunakuwa sehemu ya mpango wa Mungu unaoendelea, tukishiriki katika ushindi wake wa milele. Haijalishi maisha yanakuwa magumu kiasi gani, Yesu tayari ameshinda ushindi wa mwisho. Hii ni ahadi ambayo inatufanya tusikate tamaa, bali tuendelee mbele kwa ujasiri na matumaini. Shikilia tumaini hili, linafaa sasa kama ilivyokuwa wakati huo. Tumaini hili ni kama nanga, likitushikilia thabiti katikati ya dhoruba za maisha. Kusudi la Mungu linaweza kuangaza zaidi katika nyakati zetu za giza. Hata tunapopitia changamoto, nuru yake inaendelea kung'aa ikitupa mwongozo na tumaini la kesho iliyo bora. Katika Ufunuo 13 Yohana anaona maono ya kutisha: mnyama mwenye vichwa saba na pembe kumi akipanda kutoka baharini. Bahari hii yenye mawimbi makali na giza ni ishara ya ulimwengu uliojaa machafuko, hofu na uasi dhidi ya Mungu. Mnyama huyu si kiumbe wa kawaida, bali ni mfano wa nguvu za giza zinazotawala historia ya wanadamu, zikijitokeza kwa sura na majina tofauti katika vipindi mbalimbali vya dunia. Vichwa saba vinawakilisha falme saba kuu za kihistoria ambazo zimeinuka na kuanguka, mara nyingi zikiwa kinyume na watu wa Mungu, kutoka Babeli hadi Roma, na hata falme za kisasa zinazotafuta mamlaka na utukufu wao wenyewe. Pembe kumi zinawakilisha muungano wa watawala, mataifa au mifumo ya kisiasa inayoungana kwa lengo la kupinga ukweli wa Mungu na kuendeleza ajenda zao. Hii ni picha ya ulimwengu unaojaribu kujenga umoja wa bandia unaotegemea nguvu na hila badala ya haki na upendo wa Mungu. Maono haya hayalengi kutupa majibu ya kila fumbo, bali kutufundisha kutambua roho ya kiburi, uasi na tamaa ya madaraka ambayo imekuwa ikifanya kazi tangu mwanzo wa historia ya mwanadamu. Ni wito wa kutafakari na kuchunguza ni mifumo gani ya dunia hii inayoathiri maisha yetu na imani yetu leo. Nguvu za mnyama ni onyo kwetu. Mifumo ya ulimwengu iwe ni kisiasa, kiuchumi au kitamaduni itajaribu kututeka, kututisha na kutudanganya kwa ahadi za usalama na umoja wa uongo. Mara nyingi hizi ni ahadi zisizo na msingi zinazoficha nia ya kututenga na Mungu na kutufanya tuamini kwamba tumaini letu liko katika nguvu za kibinadamu. Mungu anatupa picha hizi ili tuweze kutambua roho ya wakati huu, tusikubali kubebwa na wimbi la hofu au ushawishi wa dunia. Badala yake tunaitwa kubaki waaminifu, tukitafuta hekima na ujasiri kupitia neno lake na maombi. Hata katikati ya giza na machafuko, Mungu anatuonyesha njia ya uaminifu na tumaini. Usidanganywe na sura au ahadi za amani zinazotolewa na mifumo inayokata ukweli wa Mungu. Mara nyingi nyuma ya tabasamu na mikataba ya kisiasa kuna ajenda za siri na tamaa ya madaraka. Tunahitaji macho ya kiroho ili kutambua tofauti kati ya amani ya kweli na amani ya bandia. Vita halisi ni vya kiroho na utii wetu wa ndani lazima ubaki kwa Yesu, hata wakati dunia inatupatia nia mbadala zinazovutia. Ushindi wetu haupatikani kwa nguvu zetu, bali kwa neema na uaminifu kwa Kristo. Kaa macho, weka macho yako kwa Kristo na usiruhusu hofu kuchanganikiwa au shinikizo la jamii likukoseshe mwelekeo. Tunapomtegemea Yesu, tunapata nguvu ya kusimama imara bila kuyumbishwa na mawimbi ya dunia hii. Mfalme wa kweli bado yuko kwenye kiti cha enzi. Hakuna nguvu ya dunia, mnyama au mfumo wowote unaoweza kumpindua. Tumaini letu ni thabiti kwa sababu Yesu ndiye Bwana wa historia na wa milele. Mnyama shetu mfumo anaongozwa na mtu mpinga Kristo aliyewezeshwa na shetani kwa muda mfupi. Kiongozi huyu ataunganisha ulimwengu chini ya mamlaka yake, akifanya ishara na kuwadanganya wengi. Watu watamwabudu bila kutambua kwamba wanaabudu uovu wenyewe. Kwa miaka mitatu na nusu atawatesa waumini, akifanya imani kuwa gali. Lakini nguvu zake ni za muda mfupi na zinaruhusiwa tu na mpango mkuu wa Mungu. Hata katika dhiki, Mungu anabaki na udhibiti, akitumia wakati huu kuwasafisha watu wake. Changamoto: je, tutasimama imara katika imani au tutasalimu amri kwa shinikizo? Uvumilivu wetu ni ushuhuda kwa ulimwengu. Kumbuka, utawala wa mpinga Kristo ni mfupi, ushindi wa Mungu ni wa milele. Kaa mwaminifu bila kujali gharama. Alama ya mnyama 666 sets ni zaidi ya nambari, ni ishara ya utii kwa mfumo usio na Mungu katika maandiko. Nambari hii imekuwa ikitisha na kuchanganya watu kwa karne nyingi. Wengine huiona kama fumbo la teknolojia, wengine kama tishio la kiroho, lakini zaidi ya hofu na nadharia 666 inawakilisha chaguo la ndani kabisa la mwanadamu kati ya uaminifu kwa Mungu na utii kwa nguvu za giza. Katika nyakati za mwisho, hakuna mtu atakayenua au kuuza bila alama hii, ikilazimisha uchaguzi kati ya kuishi na uaminifu. Fikiria dunia ambapo kila shughuli, kila bidhaa na kila huduma inategemea alama hii. Shinikizo la kijamii na kiuchumi litakuwa kubwa, na wengi watashawishika kuafikiana ili kuendelea kuishi. Lakini nyuma ya mahitaji haya ya kila siku kuna mtihani wa imani na dhamira. Alama siyo ya bahati mbaya au teknolojia tu, ni kukataa kwa makusudi Mungu na kukubali Mpinga Kristo. Ni uamuzi wa moyo, si wa bahati mbaya. Wale wanaochukua alama hii wanatangaza hadharani kuwa wanachagua mfumo wa ulimwengu badala ya ufalme wa Mungu. Nambari sita inawakilisha kutokakamilika kwa mwanadamu, ikirudiwa mara tatu kuonyesha uasi wa mwisho dhidi ya Mungu. Katika Biblia, saba ni nambari ya ukamilifu lakini sita ni pungufu, ishara ya juhudi za mwanadamu bila msaada wa Mungu. Mara tatu inasisitiza uasi na kiburi cha mwanadamu akijaribu kujitosheleza bila muumba wake. Kuchukua alama ni tendo la makusudi la ibada lenye matokeo ya milele. Ni zaidi ya kitendo cha nje, ni agano la ndani la waminifu. Wale wanaochagua alama hii wanakubali kutengwa na Mungu na kupokea hukumu ya milele. Mungu anaangalia moyo, anataka uaminifu wetu, sio tu matendo ya nje. Hata tunapokabiliwa na shinikizo, Mungu anatafuta wale watakaosimama imara katika imani na upendo wake. Uaminifu wa kweli haonekani tu kwa matendo, bali kwa msimamo wa moyo. Hatari halisi ni kuruhusu mioyo yetu iwekwe alama na maadili ya ulimwengu sasa. Mara nyingi tunashawishika kufuata mkondo wa jamii tukisahau misingi ya kiroho. Ni rahisi kupoteza mwelekeo na kuanza kuafikiana na mambo yanayopingana na mapenzi ya Mungu. Simama imara katika utii wako kwa Kristo hata unaposhinikizwa kuafikiana. Ujasiri wa kweli unaonekana wakati wa majaribu, na ushindi wa kiroho huja kwa wale wanaochagua kubaki waaminifu hata kama ni wachache. Uchaguzi uko wazi: fuata ulimwengu au fuata Yesu. Kila mmoja wetu anakabiliwa na njia mbili, moja inayoonekana rahisi na ya haraka, nyingine inahitaji imani na kujitoa. Moja tu inaongoza kwenye uzima wa kweli. Chagua kwa hekima, kwa sababu uamuzi huu una uzito wa milele. Licha ya giza, ufunuo ni kitabu cha tumaini. Yesu anashinda. Utawala wa mpinga Kristo ni mfupi, kurudi kwa Kristo ni hakika. Na kwa uamuzi, kwa neno Yesu anashinda uovu na kuanzisha ufalme wake wa milele. Maisha yetu ya baadaye hayaumbwi na hofu au matukio ya ulimwengu, bali na ushindi wa Kristo. Tumeitwa kuvumilia kwa ujasiri, tukijua mateso yetu ni ya muda mfupi. Inua macho yako juu ya machafuko Mfalme wetu anakuja. Aha, tumaini hili lichochee imani yako na kukupa nguvu ya kusimama imara. Sherehekea ushindi ambao tayari ni wako katika Yesu. Wewe ni wa ufalme usioweza kutikiswa.